Kama unaamka asubuhi mwili ukiwa umechoka, au kazini unasinzia ovyo ovyo, unajisikia mwili hauko sawa, mmengenyo wa chakula hauko sawa, una sumu nyingi mwilini, na kushauri kila siku asubuhi hakikisha unatumia kinywaji pendwa cha Liven Alkaline Coffee. Ni kinywaji ambacho kina ladha nzuri, kitakusaidia kutoa sumu mwilini, kuondoa uchovu, kuondoa msongo wa mawazo. Uh, lakini pia ni kinywaji ambacho kinakusaidia kuimarisha mzunguko wa damu kwenye viungo vya uzazi hasa mwanaume au mwanamke kuepusha maambukizi ya mara kwa mara na kukusaidia kujisikia vizuri. Uh, unaweza ukatumia Leven Alkaline Coffee hii ambayo ina sukari au kama upendi sukari unaweza ukatumia Leven Alkaline Sugar Free. Ni kinywaji kizuri sana ambacho yeyote anaweza akatumia uwe na matatizo ya moyo, matatizo ya sukari au matatizo mengine ya kiafya. Dozi au boksi moja la Leven Alkaline Coffee ni shilingi elfu hamsini. Ila ukitaka ambayo haina sukari, boksi moja ni shilingi elfu sitini, ambayo inatumika kwa siku kumi. Kama utahitaji ya mwezi, hii hapa yenye sukari kwa mwezi ni laki moja na hamsini ambayo haina sukari kwa mwezi laki moja na themanini. Nitafute WhatsApp kuanza dozi yako leo hii au kuweka oda yako haraka iwezekanavyo. Soma caption kujua faida zake na komenti neno niunge kujiunga na grupu letu bure.